Kwa kipekee kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama hapa Mbeya. Tumekuwa na safari jana kutoka Dar es Salaam jioni, tumeingia majira kama ya saa moja uh, jioni kwa saa za hapa Mbeya. Na mashabiki na wachama klabu yetu wanaona namna ambavyo kumekuwa na mechi back to back. Ukiangalia mechi yetu ya Champions League imemalizika uh, siku iliyofuatia ambayo kwa watu wanaofahamu mpira ilikuwa ni siku ambayo tunatakiwa kufanya recovery, lakini siku hii imetukuta kwenye safari kutoka Dar es Salaam kuja Mbeya. Kwa hiyo uchovu, uh, ratiba kubana, ni miongoni mwa vitu ambavyo inabidi wanachama na mashabiki wetu wawe navyo kwenye vichwa na waelewe kiufundi ni nini mwalimu Roman Falls anapambana nacho kipindi hiki kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Kwa mechi itakwenda kuwa mechi nzuri na itakuwa mechi ngumu kwa pande zote mbili, kwa hiyo sisi faida yetu ikawe kwa mashabiki wetu. Juzi mjumbe wa kamati ya utendaji ya Young Africans, Alex Ngaya, alizungumza kauli ambayo inabidi tutembee nayo kwa nyakati ambazo tuko nazo. Kila mmoja anatakiwa afanye jukumu lake. Sisi hatuwezi kuwa mashabiki wa Yanga wa kuchambua mpira kwenye Instagram. Lazima tuwe mashabiki wa Yanga wa kuisupport timu kiwanjani. Haiwezekani timu inacheza mechi ina mashabiki wachache, halafu mashabiki wanaokuja kutoa maoni wanakuwa wengi. Lazima tuigeuze hiyo, kwanza tufanye jukumu letu, isupport timu kwenda uwanjani, alafu maoni yaanzie baada ya sisi kufanya jukumu letu, na jukumu la siku ya kesho ni kuja kwa wingi uh, Sokoine, sauti zenu wingi wenu morali yenu itakwenda kuwasaidia wachezaji wetu waweze kuamka na waweze kupambana tuweze kupata uh, pointi tatu siku ya kesho. Baada ya kusema hayo, ni ukaribishe pia ndugu yangu Amaka kwenye kazi ya usemaji hasa hasa kwenye Premier League. Uh, tulikuwa nao wenzao kama wewe kina Moses William ambao walianza kazi hii wakiwa na mwili kama wewe, lakini baada ya michezo kumi tu Moses William msemaji wa timu ya pamba nilikaribiana, mm -hmm, naye kwa maana ya, ya, ya mwili amekata weiti. Kwa hiyo tukaribishe kazi ambayo mchele wa Mbeya imefanya kwenye mwili wako. Kuna kazi nyingine kinapakome pia wataifanya e. Kwa hiyo jiandae kwa yote mzee wangu, lakini kushukuru pia, umenipa uh, cha kwenda kuwaambia wachezaji. Toka nimefika huku nilikuwa sina sijawasikia Mbeya wakiongea lakini nimefurahi umenipa kitu cha kwenda kuwaambia wachezaji kwamba wewe unaona wale ni wazee. I jambo zuri hili eh, tamfikishia eh, wachezaji wote kwama bwana wanaona nyinyi ni wazee.